Yapo gume njinga njinga. Haijulikani. Mdogo wangu, mbona kama uko sawa?

Yani, mpaka sahizi ujauzoea umtaa huu, ndo mtaa wa vunja moyo. Yani haya ulioyaona ni machache, bado ujayaona mengine zaidi ya haya. Uendelea kuzunguka tu, utaona mengi zaidi ya haya ulioyaona. Kama ndo hivyo, huu kweli utakuwa ni mtaa wa vunja moyo kweli, maana mtaani hapaeleweki, watoto shida, watu wazima shida, yani matatizo kibao. Yani mtaa aseme umenivunja tabia, kwa sababu dada umesema nijionee nikazungukazunguka huko nijionee. Yani niliyoona haya ni machaji basi, hey, itakuwa ni vituko. Ngoja basi na mimi napenda sana kutafuta ushahidi, acha nene vizuri hapa. Na ukiniona nimechelewa, hmm, nimepata rafiki hapo mtawakati, kwao nitaenda kumwangalia mbili tatu tarudi. Aina shida mimi, nipo nafanya fanya usafi Wanangu mmekaa hapa po mnyeto, sielewi. Yaani mmekaa hapa na milosi yangu ni baya afu na kadi za kichulia. Shoga yangu, kuna mama huyo anauzaga mihogo pale sokoni anapojishaua, jamaa hivi, nyie mnamwonaga? Yeye. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. anajifanyia pale sokoni, kila kitu anajua yeye, yeye ndio anauza sana, ndio kila kitu, angekuwa tajiri

Asaahiijama, sasahikwema. Mimi kidogo mtauni mgeni mgeni, na nilikuwa natembea tembea kidogo, hasa nikakutana na nyinyi vijana wenzangu kwao, nikaona bwana, sio jambo baya niweze kuongea na nyinyi. Natoka, from nowhere, unakuja hapa. Mimi ni mgeni tu nitoka hapo mm haakati -hmm. la, la. Lakini jambo ambayo nataka tuongee na nyinyi ni kwamba unajua, nyinyi ni vijana wenzangu, si naelewana, na vijana ndiyo nguvu kazi katika taifa letu. Kwa hiyo vijana kama nyinyi, mida yote hii, saa saba yote hii mchana, na kama napiga piga stori tu mnapiga piga umbea hii hapo ha, apo tukuswaona. hey, kazi gani mpaka tuambie, sisi tufanye kazi. Wamweyeazuluna jua kiguru njia mpaka jua linaishia mwilini, unanuka chuma hapo watoto wa kiume hapa linakaa tu barabara, linasukwa sukwa tu hivi linakubali kubali tu, vunja moyo. Sawa, alafu kija hapa mmekaa hivi nini kibao

Mkaga hicho kichwa chako kusoma. Hao baby. Mna simu zangu upokea hivi vipi? Sijakwambia mimi nakupenda. Meseji zangu bora ujibu. Eh, usingesema kama una simu singekununulia.

Haijulikani mdogo nani, mtaa wetu wa vunja moyo, mtaa wetu wa vunja moyo. Mwanangu namjua ule, na ule mwenye vipele, pele, pele, michunusi, michunusi, chunusi mingi mingi mingiu ule, ule. ule basi alikuwa eksi wangu ule, yaani alikuwa anamgharamia kila kitu changu, yaani kila kitu changu lazima nimgharamia lakini ah, sasa hivi ani kakubaa kinoma, ni tokea nimemwacha, ani kakubaa kinoma sababu mimi nilikuwa namtunza ani kila kitu pala, alikuwa anapata. Lakini angalia sasa hivi, alikuwa mnene na sasa hivi kakonda ani kila magonjwa yake. Yani ule dem atanikumbuka maisha yake yote, ani ni lazima tu anikumbuke. Yani nilikuwa namgaramia kwa kila kitu, hajakosa chochote, lakini mwisho wa siku si ndo akaja kunichiti bwana. Nikamwa kumwacha nikamwa kumpotezea kabisa, sasa hivi ananikumbuka kila siku anipigia simu, turudiane turudiane. Kwa timu yangu ananishauri kabisa, ndio ninachofikiria mimi yani. Siwezi nikajua kwa sababu yani kakonda, afu alikuwa ni nene hatari yani. Kakonda ni ukipita mbele hivi yani unamtemea mate yani kama mbwa yani. Kakonda sijui ni kwa beje, manangu ni wewe mwenye tunamwona kipindi kile alipokuwa mnene. Unajua sisi vijana, afu tunakaa hapa muda wote, umeona, piga piga tu stories za kijiweni, ma, ma stories za nyumba, basi tupige mastori ambayo ya maana. Mida kama hii tungeenda kufanya kazi, labda tukapiga mishe tukapata mia mbili mia tatu. Bwana mimi hata simuelewi. Acha eleweke, achana naye mwanangu, una chat tu na wanawake muda wote, bonye bonye bonye bonye ndo nini ya? Ya mkeka wangu hapa. Yeah, kwa hiyo yeah, na beti mwanangu

Kwani unakula kwa dada zetu unasema unakula kwa mama? Wewe vipi ndugu yangu hapa mjini hapa? Sema nini? Niwaache. Ngoja huyu hapaniw mgoja tumwache. Kaka wote wanangu nyie, wote wote mnaenda kula kwa mama nyie. Hamna jambo la maana ambayo mnaweza mkafanya. Du! Yaani umtaka kweli ni matatizo matatizo matatizo. Vijana wanakaa tu, wapiga piga tu stori za ajabu ajabu, oh, a wanabeti mikeka, wanafanyeje? Hawa stori za mpira, stori za mademu chewa <coughs> <coughs> <coughs> sana kufanikiwa ukiwa na vijana wa namna hii.